Hasa watu wenye pesa yes. Kitu cha kwanza wanapenda maisha yao yawe closed, yawe siri, kwa what I will make sure chochote Mungu ataniambia yes. it will be better. Ni kuite kwa pembeni, ni kupangie muda ambao ku private. sitaweza kuanika mambo ya mtu yoyote hadharani. Kitu tutafanya online tutafanya, okay. kitu nitafanya kwa ukumbi ni kwamba tutaomba okay. Ntauliza na kuaga na kawaida hiyo, ntauliza mwenye anataka tupige in public, achague, kwa sababu ni mmekuwa na mimi hapa, mmeona the way we walking, naweza tabiria mtu yeyote mahali popote penye alipo. Kwa hiyo eh, kwa kuwa hawa watu wanahitaji privacy tutaomba pamoja in public, mm -hmm. we will share the word in public alafu ni wale wanaohitaji privacy mazingira tunayo mazuri kwamba yes, tutakutana one on one after prayer. Yes, tutakutana kwa sababu prayer tumeiweka kwa nini? Kwa sababu there are miracle that will happen pale pale. Ninajua wataleta wagonjwa wengi, watakuja vipofu, watakuja waliopoza watu, hayo haihitaji siri, we will pray they will work na hiyo sio swali, tutaomba lakini mambo yanayohitaji kusema what you doing, wewe nani, unafanya nini, una changamoto gani changamoto inatoka wapi? Nani anasababisha changamoto? Tunaitatua vipi? Haya mambo, nafikiri baada ya kumaliza maombi, nitaomba hawa tukutane one on one.